Mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, nena pamoja na kila mmoja wetu katika ushirika wa leo, kwa jina la Mungu Baba mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Tuketi chini tafadhali. Nauliza wapendwa, wa ushirika ya neema, nauliza Je, umewahi pita njia ya Emmaus kwa maisha yako? Leo somo ambaye ningependa kusoma na kwa sababu ya muda tutarudia kusoma. Inapatikana katika kitabu cha Luka Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu ishirini na nne kumi na tatu hadi thelathini na tano. Leo nataka kuambia kuhusu njia ya Emmaus. Kulikuwa na wanafunzi wawili walikuwa wakitembea katika njia ya Emmaus, ni kilomita saba kutoka Yerusalemu. Mmoja alikuwa akiitwa Cleopas. Wa pili hajatajwa jina. katika njia ya Emmaus, walipokuwa wakitembea, kitu cha kwanza walikuwa na huzuni kwa sababu bwana wao Yesu Kristo alikuwa amekufa kitu cha pili walikuwa wamechanganyikiwa. Walikuwa wamesikia habari ya kwamba Yesu alikuwa ameibiwa kutoka kaburini na wajui wameweka wapi mwili wake. Kitu cha pili walikuwa wamesikia ni kama wamefufuka, lakini hawajathibitisha. Katika njia ya Emmaus eh, ambayo sisi tunapitia, wakati mwingi tuko na uchungu, wakati mwingi tumevunjika moyo wakati mwingi tumelemewa na magonjwa na hata wakati mwingine tunalalamika na kunung'unika. Mwingine, tunalalamika na. Katika hiyo njia ya Emmaus walikuwa wakiongea habari za watu. Wakati mwingi katika njia ya Emmaus wa Kristo wenegwanga wamevunjika moyo kajawaingane mambo imetereza tena, wakati mwingine mambo yameenda muraba Je, yeah. Katika njia ya Emmaus na nataka ni nikwambie, usisahau, wakati mwingi tunapitia njia ya Emmaus kama wamama, ni rahisi kulalamika, ni rahisi kusumbuka, ni rahisi kukosa amani, nata wakati mwingine kuvunjika moyo. Leo nakwambia kama huko katika hiyo njia ya Emmaus, wakati mwingi si mtu mmoja anatembea, kila mtu anatembeanga kwa wakati wa